Kumbukeni, mtu ambaye nimeshindana naye ni mtu ambaye alikuwa na heshima kubwa sana ndio kupigwa na Baba Levo. Kwanza bunge zima nalakam, ni kama Baba Levo bora ni kama ni kituko ndani hivi, Kigoma umetuletea kituko gani? Lakini tusubirieni tusubilieni, maiki ziwake, ndio tutajua kama ni kituko au ameleta mashine au sio? E, ndio tusubirie tusubiie maiki ziwake, lakini <laughs> kingine kingine ambacho nilikuwa napenda tukizungumzie ni kwamba tutaenda kufanya mkutano wa shukurani Kigoma mjini. Tutaangalia hmm, watu ambao pia watakuwa wako tayari kwa ajili ya kuungana na sisi kwa ajili ya mkutano wa shukurani, lakini nikiwa nafikiria kwamba madiwani uh, wa wabunge wote wa uh, Kigoma kila mbunge angeweza kufanya, lakini kama wabunge wengine hawataki basi, lakini kama kuna mbunge ataandaa mkutano wake wa shukurani tutaenda kumsapoti pia kumpa nguvu. Lakini kwa sisi wa Kigoma mjini, dada yangu Zainabu, lazima tukashukuru ndugu eh yeah, kwa sababu sisi uh, mji wetu tunaujua mama yangu. Sikuenda kushukuru utaonekana kama ni washapata, sasa ona wamemaliza maisha, au sio? Bunge la Jamhuri ya Muungano wa, wa, wa, wa Tanzania asilimia tisini ya watu walio mumle ndani wananizidi hela, wananizidi kila kitu, lakini tunavyozidi kwenda shilingi itabadilika taratibu, wala msio na wasiwasi wote, kwa sababu uh wao ni wazoefu, wengine wengine ni wapya, lakini ni matajiri, wana nguvu kunizidi mimi. Lakini mimi nachoamini consistency yangu, nachomaanisha mwendelezo wa kile ambacho nimekianzisha, ndo itakayonitengenezea heshima na italeta hela ya belu. Mimi sitegemei hela ya kumuibia mtu, mimi nategemea hela ya watu wanaoniheshimu wakasema, wakasema Babalevo Bwana, tumekubali mziki wako riziki yako hii hapa. Kwa mfano niliwaambia kuhusu GSM watu walikuwa wanajua ni utani, sasa wataona kwa noti na jengo na GSM, watashangaa. Tumeongelea kuhusiana na soko la Ujiji, nimeongelea na baadhi ya madiwani, nimesema tutastopisha kila kitu, hatulipi deni, hatulipi chochote, pesa yote tutapeleka pale. Anyanyuke diwani wa Ujiji apinge kwamba hatutaki soko la Ujiji lijengwe, ili tupige mkutano Kawawa tuseme anaipinga ni diwani wa hii kata. Sisi kama tunaelewana vizuri eh, kwa sababu sisi, sisi tumechaguliwa kwa sababu ya ahadi ambazo tumeziahidi. Sisi kama tunaelewana vizuri, sisi tumechaguliwa kwa sababu ya ahadi ambazo tumeziahidi. Kwa mfano leo kibirizi lile tuta ambalo tuliliahidi tayari, watu washasaini hela washapewa karibia bilioni 4 wamepewa kwa ajili ya ujenzi wa soko pamoja na tuta na kila kitu. Litaanza kujengwa pale, diwani wawakibilizi e, wakati tunakata utepe wa kujenga ile barabara uwepo tushirikiane, ili utengeneze nguvu uh, ambayo elfu mbili na thelathini unakuwa na kitu cha kuongea kwa pamoja.